Takwimu za wizara ya afya hapa nchini Kenya zinaonyesha kwamba angalau wanawake kumi hufa kila siku kutokana na saratani ya mlango wa kizazi, yani cervical cancer, na huenda idadi ya kuongezeka maradufu iwapo watachukua hatua madhubuti. Hatua hiyo hakikisha kwamba kila msichana mwenye umri wa miaka kumi anapata dozi moja tu ya chanjo HPV ambayo itamkinga dhidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, kuna baadhi ya watu wamekuwa na dhana potovu kwamba eti Chanjo ya HPV inapunguza uwezo wa uzazi wa mwanamke katika siku za usoni. La hasha, hilo si kweli. Je, ukweli ni upi? Chanjo hizi uh, kabla hazijatumiwa ni chanjo ambazo zinapitia uh, utafiti na zinapitishwa na uh, vitengo tofauti. Kwanza kuna kitengo cha uh, cha chanjo nchini ambacho lazima kifanyie utafiti chanjo hizi na kupitisha na vilevile uh, shirika la afya duniani yani WHO inapitisha chanjo hizi. Kwa hivyo chanjo hizi ni salama, na lengo lake ni moja tu, kukinga dhidi ya uh, maradhi uh, ya yanayosababishwa kwa asilimia kubwa na virusi hivi vinavyoitwa human papilloma virus vile uh, vile uh, chanjo hii ni chanjo ambayo inatumika ulimwengu mzima kwa lengo la kukinga maradhi haya ya saratani, ya saratani ya, ya ya ya mlango wa nyumba ya uzazi. Kwa hivyo wananchi wetu wanafaa wasiwe na hofu yoyote wanapopata chanjo hii, kwa sababu lengo na shabaha ni kukinga maambukizi haya. Tulianza kupeana chanjo hii kuanzia mwaka 2019 mwezi wa kumi na nafikiri gatuzi la Tana River ni katika yale magatuzi ambayo tuko na tatizo la young mothers eh? Uh, teenage mothers eh? Na uh, tuna ushahidi kwamba katika wale wasichana ambao walifaidika wa kwanza kwanza mwaka wa elfu mbili kumi na tisa, wengine wao tayari saizi ni wazazi. Kwa hivyo uh, ni kutoa tu hamasa na kuweka msisitizo kwamba chanjo hii ya ya human papilloma virus ni katika zile chanjo ambazo ziko katika viwango vya chini, na labda ni kwa sababu ya dhana hizi potofu. Kwa hivyo ni kuweka tu mkazo kwamba chanjo hii lengo lake ni kinga tu dhidi ya maradhi haya ya saratani ya mlango wa nyumba ya uzazi. Ni kipi kingine umesikia sema nami hapa kwenye comment section. Na iwapo una maswali zaidi, usisite kutembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe au mitandao ya Vaccines Kenya. Kumbuka, chanjo huokoa maisha.